ni kitu gani kimekufanya uanzishe Michael Business Hub? What happened to me mpaka ikaja Michael Business Hub. Michael Business Hub, ni kwamba by professional am a lawyer, kwa hiyo uh, nilikuwa nafanya kazi kwenye law firm. Mungu ni mzuri, same nilikuwa nafanya kazi kwenye hiyo law firm wanauza system za TRA za kutoa receipt zile. Okay. Yeah. Okay. Mteja wa kwenye hii kampuni ni mfanyabiashara moja kwa moja. Mimi ni mwanasheria. Mm -hmm. Sasa baada ya kuwa nafanya kazi kwenye hii law firm, mm -hmm, mimi pia nilikuwa ni sales manager kwenye hii kampuni nyingine kwa hiyo at the same time nilikuwa kwenye uh, nafanya kazi kwenye kampuni tatu tofauti chini ya kampuni moja kwenye engo tofauti engo ya kwanza nilikuwa nahusika mteja wangu alikuwa ni mfanyabiashara inamuzia VFD machine basi anaondoka nikaja nika realize mteja wangu huyu wa kumuzia receipt na TRA wengine hawajui kabisa ya mambo ni ya nini kwa nini we nayo yanisaidiaje faida yake ni nini uvile vile vile huyu mfanyabiashara anaweza kaja kanua system za ya TRA lakini hana usajili wa kampuni biashara haji chochote, na sometime wakifika pale kwetu tukiwa tuna mlingi na TRA, inabidi sometime awe na, na some uh, usajili wa vitu vyake sasa. mm -hmm. As a lawyer, kuna vitu viwili, kuna corporate law na kuna litigation. Litigation ndio kwenda mahakamani, kwenye corporate ndio hii kusungu, kuzungumza na na, na, na masuala ya kibiashara okay. makampuni na nini so nikaona ninaweza kufanya hii kitu, nipo hapa na niko huku, kwa nini nisiweza kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni kimoja kinachoweza kumsaidia mfanyabiashara kuanzia usajili okay. wa makampuni ama jina la biashara. Baada ya hapo, kupata tin namba. Baada ya hapo, apate system yake ya kutoa lea ya TRA alafu mm. pia nimsaidie namna gani ya kuweza kufanya marketing. Kwa hiyo nikaja na kitu kipya ila combine ambacho hakitegemei huku wala huku wala. So go, Michael Business Hub ndo ikaja kuzaliwa, uh, kampuni ambayo inaweza kumsaidia mfanyabiashara moja kumwelimisha mambo ya TRA, anaendaje? Kwa nini asajili biashara? mm -hmm. Na kumsaidia kusajili, baada ya hapo kumlink na TRA kupata zile EFD machine uwezo yeah. wa kutoa receipt na kumwambia ni ya nini, sawa sawa yes. Akishakuwa hapo sasa, anapataje hela? Umeshamsajilia kila kitu, anapataje hela? Kuna kile kinaitwa marketing, tunatoa na madarasa okay ukitaji pia kufanya kupata hela sasa, umeshakuwa na hizi kutoka hapo hicho kiasi unachokwenda nyingine. Kuna kitu kinaitwa marketing mm -hmm. Na kwenye marketing kuna pochi yake anaitwa Uh, sales kwao nampa vitu package nzima kwa okay. Mfanyabiashara anapokuja kukutana na mimi mm -hmm. Hata kama ndo anaanza kuanza, hata kama anataka kutoka kwenye ukubwa uh, aliopo kwenda ukubwa mwingine mm -hmm. Atapata each and everything vizuri, anaweza akawa na kila kitu lakini hadia, haana kampuni. Okay, hajui na msaidiaje, hajui afanyeje, okay. Anaweza kaa na kila kitu lakini hajasajili jina lake la biashara, hivyo at risk, mtu yoyote anaweza kutumia uh, jina lake la biashara na biashara yake kukua, kujinufaisha mwenyewe mm. Kwa hiyo Michael Business Hub ikaja ikaija kama solution.